NCCR Mageuzi kukupit, kupitia kikao cha halmashauri kuu ya taifa ambacho kilifanyika jijini Dodoma tarehe thelathini Machi ishirini ishirini na tano, chama kimejipanga kushiriki kikamilifu uchaguzi huu mkuu kwa kusimamisha wagombea katika ngazi zote husika na tayari tulishachagua mgombea urais na mgombea mwenza. Mgombea urais ambaye tumemchagua sisi NCCR Mageuzi ambaye atasimama kupeperusha bendera ya chama chetu na ambaye ndo atakwenda kushika dola ni Haji Ambari Anisi na mgombea mwenza ambaye tunatarajia atakuwa makamu wa kwanza wa rais Tanzania ni Joseph Roman Selasini. Lakini pia tumejipanga kushiriki katika nafasi za udiwani, uwakilishi katika baraza la mapinduzi Zanzibari pamoja na ubunge katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na vile vile tutashiriki kama chama katika urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibari. Tunaomba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuendelea kutoa ushirikiano na kufanya zoezi hilo katika amani, nikisimamia misingi na kanuni tulizojiwekea kwa pamoja, tume na vyama vya siasa. Lakini uchaguzi ukiwa wa amani, nchi nayo itakwenda kutulia, machungu na maumivu ya Watanzania yatapoa. Lakini pia tunaomba tume, tunaita tume huru ya taifa ya uchaguzi, tunaomba uhuru tukauone na haki pia ikatendeke kwenye uchaguzi mkuu huu tunaoelekea kuufanya, kama ambavyo rais alikwisha kutamka. Lakini pia tunaamini kwa kushirikiana serikali ikatoa elimu ya uraia kwa wapiga kura, malalamiko yote ya zoezi hilo yatashughulikiwa kwa wakati mwafaka na kwa haki. Elimu ya uraia ikitolewa, raia pia watazungumza, watapeleka kero zao, malalamiko yataweza kusikilizwa na kufanyiwa kazi kwa wakati. Hivyo basi, tunaomba wapiga kura kwa kutumia haki yao ya kikatiba wajitokeze kwa wingi kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu huu wa mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano na wakapiga kura, wasiishie kuhakiki tu majina kama ambavyo tumekuwa tumeona nyakati za nyuma, uhakiki kwenye majina daftari watu ni wengi, lakini wapiga kura ni wachache, na takwimu zinaonyesha kwamba tangu mwaka wa elfu mbili katika uchaguzi mkuu ushiriki ulikuwa chini, lakini nitoe rai kwa raia na niwaombe sana mwaka huu wakashiriki kwa wingi, kwa sababu sisi kama sisi ni wana mageuzi, tunataka mageuzi. Na mageuzi yaonekane kwenye sanduku la kupigia kura, sio mageuzi ya maneno. Tunaomba pia watanzania wasikate tamaa tena. Kutoshiriki uchaguzi ni kama kukata tamaa, wasikate tamaa, wasiisusie nchi. Kama tunataka maendeleo, tushiriki uchaguzi, tuchague wabunge wengi, tuchague madiwani wengi, ili tuwe na sauti kwenye halmashauri, tuwe na sauti pia kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuwe na watu wa kutupigia kelele kule, kutupazia sauti Suala la mabadiliko na mageuzi ndio jina letu, na hata suala la reforms ndio jina letu kwenye NCCR. Ile R inasimamia reforms, kwa sisi tunashughulika na reforms tangu NCCR inazaliwa. Sio kwamba tuko kimya, hatutaki reforms. Tunazitaka na mageuzi tunayataka, lakini kwa sababu tunatambua kuwa suala la reforms ni mchakato wa muda mrefu tunaendelea kuangalia michakato inavyoenda na kama ambavyo mnafahamu, wanahabari na Watanzania, tayari kuna baadhi ya reforms zimeshaanza kufanyiwa michakato, zimeshafanyiwa kazi, ziko minimum reforms ambazo zimefanyiwa kazi, tulishazielezea. Na kwa zile kwazile reforms kubwa ikiwemo suala la katiba kwa ujumla, ili ni mchakato wa muda mrefu na tulishakubaliana na mamlaka kwamba litafanyika baada ya uchaguzi. Kwa hiyo sisi, kuzingatia itikadi yetu ya utu na misingi yetu ya utu, sisi ni wasikivu, tunasikiliza na tunaendelea na michakato yetu ya uchaguzi. Pia tunawakaribisha pia wanaotamani kugombea nafasi zote za ubunge wa majimbo na udiwani wa kata NCCR Mageuzi. Nafasi hizo tunazo, zipo, tunawapokea kutoka chama chochote kile, kwa jinsia zote tunawapokea, tunawakaribisha. Karibuni mjiunge nasi, mweze kupata sifa na nafasi za kugombea. Hivyo basi, ndugu zetu wana habari la na ndugu wa Tanzania mnaonitazama na kunisikiliza, tunapenda kuwa taarifu kwamba zoezi la uchukuaji wa fomu za kugombea nafasi hizo katika maeneo mbalimbali mbali, kama zilivyoainishwa zitatolewa kuanzia tarehe thelathini na moja mwezi wa tano mpaka tarehe kumi na tano mwezi wa sita. Hizi wiki mbili hapo zitakuwa ni kwa ajili ya zoezi la kuchukua fomu, kujaza na kurejesha. Ni wahakikishie tu kwamba ndugu wa Tanzania na ndugu wana habari, e, NCCR ipo. E, NCCR tuko imara, yani tupo kamili gado. Na tunaenda kuliamsha dude mwaka huu. Sasa sisi NCCR tunaenda kuizima ile kijani, ile kijani tunaizima, tunawasha blue. Ndo tunachokwenda pokifanya NCCR Mageuzi, nguvu tunazo. Ajenda yetu sisi tunayoenda nayo kwenye uchaguzi ni uzawa. Tunataka vipaumbele kwa wazawa, wekezaji, vipaumbele vije kwa wazawa, wazawa wakimiliki uchumi, wazawa wakiwa pale juu kwenye wekezaji na sekta zote za uzalishaji na kibiashara na kila kitu kwa sisi tunatembea na ajenda hii ishirini ishirini na tano, lakini pia kwenye uzawa pia tutaangalia na kwenye suala la ajira, watapewa vipaumbele vijana kwa nchi zetu, kwa sababu sisi kama wazawa tutauishi uzalendo wa Mtanzania na kuwajali wa Tanzania wenzetu.